Yesu mwenyewe atashuka na ataleta ufufuo. Wale wamekufa wamelala kaburini, hakuna mahali wameenda. Serikali ya Kirumi ilitufundisha mafundisho ambayo sio ya kweli, wakatuambia ukifa unaenda paradiso, unaenda pagatorio, unaenda limbo, unaenda jehanamu. Hakuna, hakuna moto wa milele saa hii, moto utawekwa, lakini si saa hii. utawekwa kulingana na Mathayo 25 na Ufunuo 20. Utakuja kuletwa, sio saa hii. Kwa hivyo sasa hivi Yesu anasema umukubali, wale hawajakubali Kristo wa Efeso mbili fungu la kwanza anasema wamekufa katika kiroho. Lakini ukimwamini Yesu Kristo unahamishwa kutoka mauti, unaingia katika uzima. Yohana tatu kumi na sita, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mmoja amwaminie asipotee bali yawe na uzima wa milele. Wale hawatamkubali Yesu watapotea, hawatapata uzima wa milele. Yesu anasema nina ujira wangu mkononi mwangu, nitawalipa kila, nitalipa kila mtu kulingana na kazi yake jinsi ilivyo, kulingana na Ufunuo wa ishirini na mbili fungu la kumi na mbili. Kwa hivyo tujiandae kumulaki Yesu Kristo, na ukilala ukiwa katika Kristo, Ufunuo kumi na nne fungu la kumi na tatu inasema ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana. Kwa hivyo Mungu anasema ukifa ukiwa upande wake, hakuna shida, kwa sababu wote tunakufa. Atakaporudi, tutafufuliwa